Tuangalie taarifa ambayo imegonga vichwa vya habari katika muda wa siku chache zilizopita ambapo wakenya zaidi walioathirika na biashara haramu ya uuzaji wa figo mjini Eldoret wameendelea kujitokeza huku waathiriwa wakiendelea kuugua mwaka mmoja baadaye. Vijana watatu zaidi wakiwa punde zaidi kusimulia aloasibu huku wakiachwa na majuto baada ya kukosa pia hata kulipwa pesa walizoahidiwa kuuza figo zao. Na kama anavyotuarifu Gatete Njoroge, familia za waathiriwa hawa huko Eldoret sasa zinalalamikia utepetevu wa uchunguzi wa visa hivyo. Kijiji cha Segero ndiko tunapata hali halisi ya biashara ya kuuza viungo. Maboma matatu yameishi na makovu baada ya wana wao kujipata kwa mtego wa mawakala. Vijana watatu ni miongoni mwa wale waliotolewa figo na kuhaidiwa fedha Kijana huyu ambaye hakutaka kutambuliwa kwa sababu za kiusalama, anatueleza namna hospitali mbili zilihusika kumtoa figo moja, shughuli nzima ikihusisha kubadilishwa kwa jina na kupewa stakabadhi mpya. Tukafanya test ya kwanza, I think tulifanya fo huyo test, kutoa, kutoa damu, kupima presha, kila kitu kama war mgonjwa aingewezekana penye tumia ilikuwa sawa Ikawezekana kuendelea endelea hapo hivi, wakaniundia waliniundia mpaka ID ya Somalia, wakaniundia passport. Licha ya kufanya haya yote, ahadi aliyopewa haikutimizwa, hali iliyomfanya kujutia matendo yake. Walikula hiyo pesa, wakanipea pesa kidogo, nikifikiria pesa ilienda ni kama sita pata ingine, nisikia tunajisumbuanga tu, nikifikiria kwanza na ya. Naomba president wetu uingilie kati ya watoto wetu kweli, ingilia na uone, kwa sababu wako ni watu tu wa area, sio watu wa mbali, kwa sababu wanataka wafaidike na watoto wetu wanaharibika. Maumivu yalimsababisha kutafuta huduma za matibabu katika hospitali ya mafunzo na rufaa ya Moi, safari ya kupata haki ikididimia kila siku, kwani ni mwaka mmoja tangu tukio hili. Masaibu yake yakiwa sawia na ya Amon Kipruto aliyepiga ripoti Agosti mwaka jana. Saa zingine nakosa pesa ya ku, pe, ya yalanchi peke yake kupeleka ee, hasingine, tunaenda na mkuu, tunaruthi na mkuu, kwa sababu hatuna hata hata ft peke yake yakukulia kiteri kwa sasa familia zilizoathirika zimetaka fidia licha ya kuwepo na changamoto za kisheria kuhusiana na visa vya uuzaji wa viungo nchini. Gatete Njoroge, runinga ya Citizen.